Mheshimiwa Rais, tunaamini kabisa taifa letu la Tanzania linapitia katika maswali juu ya yuko wapi Polepole. Tunafahamu kwamba huenda bwana huyu Polepole, ambaye ni public figure, amekuwa mwenyezi wa Chama cha Mapinduzi, amekuwa ni balozi wa serikali yako, alikuwa akizungumza maneno ya kuwatuhumu watu kama katika maneno yake kuna jinai. Tunaomba intelijensia yako Mheshimiwa Rais ya kupatikana kwa Polepole pole, akiwa hai au amekufa. Na kama yuko hai, Mheshimiwa Rais, Polepole apelekwe mahakamani, Polepole apelekwe mahakamani akajibu tuhuma. Kama kuna mtu anamshtaki Polepole akamshtaki, tuone pole pole. Watanzania, Polepole amepelekwa mahakamani kwa kesi inayojulikana, lakini Mheshimiwa Rais, kuna taharuki kwenye taifa letu kuna watu wanaompenda Polepole hawamjui yuko wapi, na kuna tetesi nyingi ambazo hazija hazijathibitishwa na jeshi la polisi kwamba ni kweli ama ni uongo. Kuna wanaosema ametekwa, kuna wengine wanaosema ju ameuawa. Mheshimiwa Raisi, kwa kuwa Polepole alikuwa ni msaidizi wako na alijiuzulu mwenyewe, kama ana kesi ya kujibu tunaomba intelligence yako ya usalama imtafute Polepole pole awe haya wamekufa ili Watanzania wanaompenda wajue, pamoja na makosa yake, lakini wako Watanzania wanampenda Polepole. Mheshimiwa Rais, ombi langu muhimu juu ya viongozi wa kidini wasema kweli. Viongozi wa kidini wanaosema kweli, Mheshimiwa Rais, wamekuwa wakitengwa, wanaonekana ni watu wabaya kwa sababu tu amekemea utekaji. Mheshimiwa Rais kama unahitaji taifa letu kuliweka sawa ni kukubali ukweli wowote unaosemwa na, na viongozi wa dini. Hilo ni jambo muhimu sana kwa sababu tumeshuhudia kuna watu au vijana wanaojitengeneza kuwabeza viongozi wa dini wanaotamka ukweli. Tunaomba kesi ya Tundu Lissu hapo ilipofikia kama uliona kuna umuhimu wa vijana waliokamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini waachiwe. Tunaomba hii kesi ambayo imekwenda zaidi ya miezi sita ya Tundu Lissu iweze kuondoshwa Mheshimiwa Rais, ili Tundu Lissu ambaye pia ana wafuasi na pia ni kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, basi wanachadema nao wamwone mwenyekiti wao na familia ya Tundu Lissu imuone mume na baba yao. Tutaleta umoja Mheshimiwa Rais, wa kulifanya taifa letu liwe vizuri. Mheshimiwa Rais, kwani nayasema maneno haya mimi kama kijana wako kijana ambaye niko ndani ya taifa lako, kwa sababu katiba inayoongoza chama chako, chama tawala, chama cha Mapinduzi, ina maneno haya. Katiba yako ambayo inakusimamia kama mwenyekiti wa taifa, katika ibara ya kumi na sita katika katiba ya chama cha Mapinduzi inasema, kuona kwamba katika nchi yetu hakuna aina yoyote ya dhuluma, vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu na au upendeleo. Mheshimiwa Rais, hiyo ni katiba ya Chama cha Mapinduzi. Chama, chama ambacho wewe ni mwenyekiti wetu wa taifa na mimi ninayeongea ni mwanachama wa chama hicho. Ambayo inaonyesha kabisa kwamba katika taifa letu kusiwe na dhulma, kusiwe na ubaguzi, kusiwe na vitisho, kusiwe na uonevu na upendeleo. Mheshimiwa Rais, kuna watu ambao wengine wanaona kuwa CCM ni kana kwamba kuwanyanyasa wengine, wengine kuwaona hawafai kabisa. Wanaona wao wapo kwenye neema. Kuna mtu leo ana uwezo wa kumletea ubabe polisi kwa sababu tu yeye ni CCM, kwa sababu tu yeye ni CCM, anaona anao uwezo wa kumletea ubabe polisi au kupindisha sheria au kutumia majina ya viongozi. Mheshimiwa Rais, huo ni upendeleo. Lakini ibara ya kumi na saba ya katiba ya CCM inasema kuendelea kupiga vita ukoloni mambo leo ubeberu na ubaguzi wa aina yoyote. Mheshimiwa Rais, wewe ni rais wa watanzania wote bila kujali vyama vyao. Ningeomba sana uwaweke huru viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wawe huru wafanye shughuli zao za kisiasa, na ufanyike utaratibu kwamba ikifika mwaka elfu mbili na ishirini na tisa washiriki uchaguzi wa serikali za mitaa na elfu mbili na thelathini washiriki uchaguzi mkuu. Zaidi ya yote, Mheshimiwa rais, tunaunga mkono hotuba yako ya kusema kwamba utahakikisha kutakuwa na marekebisho ya katiba, na mimi naongeza kama kutakuwa na marekebisho ya katiba basi, pia Mheshimiwa rais, kuwepo na mabadiliko ya katiba kabisa. Nadhani Mheshimiwa rais, tutaweza kufikia malengo